Salamu alaikum, hatujui kesho ni idi ama sio idi. Sasa idi ikifika, kuna kitu ambayo ni wajibu kwa waislamu wote na haina tofauti. Mtu yoyote ambaye anaamini yeye ni mwislamu lazima atoe zaka hii. Hukum ilikuwa toka zama za Bwana Mtume hadi sasa, lakini watu wengi hawajaisoma ama hawaizingatii ama wanaisikia lakini wanaipuuza, ni kwamba wewe siku ya Idi ikifika, unatakiwa utoe kilo tatu ya chakula ambaye wewe umezoea kuila. Kama wewe ni mtu ambaye unakula wali kwa wingi, unatakana utoe kilo tatu ya mchele. Kama ni wewe ambaye unakula kwamba nini, unapika chakula chapati kwa wingi, inabidi utoe kilo tatu ya unga ya ngano, utoe kama zaka, upatie maskini. sasa kama unatumia unga ya ugali pia kwa wingi, unatoa kwa kiwango ya kilo tatu ya kitu ambayo unakula sana. Ikiwa kwamba hizi pia si ati vitu ambayo unakula sana, ni labda ni nyama, pia maulama wanasema kwamba inatakana uangalie kwa kiwango cha kilo tatu ya nyama utoe sadaka. Lakini unaruhusiwa pia badala ya hizo kilo tatu uangalie thamani yake, kiwango cha pesa hiyo. Kwa mfano, kama ni kilo tatu ya unga pesa yake ni ngapi? Uchukue ndio uende umpatie nani, maskini. Sasa mwenye analazimishwa kutoa katika hii nini hiyo kat, zaka ni nani? Ni mtu ambaye amefikisha umri ya kubalege ambaye anajielewa na nini na ako na akili timamu, sio mwendaazimu, analazimika kutoa zaka. Sasa akikuwa ako na familia yake, yeye mwanaume, inabidi yeye ndiye atolee mke wake, mtoto wake, binti yake na kama kuna mtu ambaye anaishi kwake, kwa mfano mama mzazi, baba mzazi, ama ndugu yake ama dada yake anaishi na yeye, yeye ndi anabeba jukumu ya huyo dada mama ama mwingineo, yeye ndi anatakana atoe zaka ya huyo mtu ambaye ako nyumbani kwake. Sasa zaka ni wajib, imetajwa kwa riwaya za bwana Mtume, imetajwa katika Kurani tukufu, na ni lazima kila mtu atoe zaka siku ya Idi kabla ya kuswali salatul